Katika maisha kuna jambo ambalo kila mtu huwa hayuko makini katika hali ya kuizingatia, na jambo lenyewe ni jambo ndogo sana, lakini ni jambo lenye maana na faida kubwa sana katika maisha yetu. Lina faida katika maisha yako mwenyewe mfanyakazi, lina faida katika maisha yetu ya kijamii, lina faida katika maisha yetu za kila kitu ambacho tunachopita ndani na pia lina faida katika maisha yetu ambayo tunazungumzia, maisha ya mahusiano na watu tofauti. Hilo jambo hilo jambo ni jambo ambalo watu wengi hulipuuzia, ni jambo inayoitwa heshima au heshima ya nyakati. Kwa nini inazungumzia heshima au heshima ya nyakati, kuheshimu muda? Hilo ni jambo ambalo watu wengi sana huvunja mipangilio zao, huvunja nyakati zao, huvunja muda wao, huvunja programu zao, muhimu sana kwa sababu ya kutokuwa na heshima ya nyakati au heshima ya mpangilio ya kitu ambacho kinakwenda na muda. Kuna siku moja niliwahi kufata historia fulani ya kiongozi muhimu sana ulimwenguni. Kuna baadhi ya watu fulani waliwahi kukoment katika hotuba ya huyo kiongozi, ya kwamba huyo ni kiongozi tegemezi ulimwenguni. Kuna wale ambao waliwahi kufanya koment kama hiyo, huyo ni kiongozi tegemezi ulimwenguni, kwa sababu ni kiongozi anayechunga maneno yake na ni kiongozi anayechunga muda wake. Nikajihoji, kwa nini watu wanazungumza hivyo? Walizungumza ya kwamba ni kiongozi anayeheshimu kauli yake na ni kiongozi anayeheshimu muda wake na ni kiongozi anayeheshimu neno lake, kwa sababu moja, kile ambacho anachokizungumza huo hulitenda na kile ambacho anacholitamka lazima alifikishe namna alivyolitamka. Na pia ni kiongozi ambayo hazungumzi kwa neno, bali anazungumza kwa kitendo, tofauti na viongozi tofauti. Unapolifata jambo inayozunguka ulimwenguni, lazima ujifunze kupitia jambo hilo. Mfano, huyo kiongozi aliwahi kuzungumza ya kwamba atakayevamia eneo langu kinyume ya sheria basi huyo nitampa fundisho ambao ni fundisho kubwa ambayo litakuwa somo kwa watu, ima somo katika jamii au somo katika viongozi wengine ulimwenguni. Alivamiwa sehemu ya kwanza, alikuwa kama mtu anayepuuzia. Wengine wakahoji ya kwamba kwa nini hakutenda kile alichozungumza isipokuwa, kwanza alitizama kile ambacho alichokizungumza, je akilitenda litakuwa na madhara ya aina gani? Nifuate vizuri hapo. Alikuja kutoa jibu kubwa sana huyo kiongozi, ambao hao waliofanya lile kosa walianza kupiga kelele, na wale ambao walikuwa wakihitaji wahakikishe ukweli wa kauli yake waliliona na kuanza kufanya analizi tofauti ya kitu ambacho alichojibu, kwayo hadi wengine wakapata jibu ya kwamba hili moja, ambao huyu kiongozi kajibu hatuna uwezo ya kulidhibiti, hatuko kwenye siasa, bali tunajifunza kupitia kile kitendo. Wengine wakazungumza, hatuna uwezo ya kulidhibiti hilo jibu lake. Ikiwa kama atalijibu kifasaha namna inavyostahili, kwa nini alilinda kauli yake, na akalinda kile ambacho alichokizungumza na akalinda muda ambacho alichoamua kulitoa fundisho kwa wale ambao walikuwa wakimchezea? Somo gani tunalipata hapo tunalipata katika maisha yetu ya kila siku. Lazima ulinde muda wa jambo unaolizungumza. Lazima ulinde muda wa kile ambacho unachohitaji kulitenda. Lazima ulinde muda wa mpangilio yako ya katika maisha. Lazima ulinde muda ya kile chochote ambacho kitakachojitokeza katika njia zako za kimaisha, kile chochote ambacho kitakachojitokeza katika njia zako za kazi. Linda muda katika hali ya kuiweka sawa. Ndugu mtazamaji, katika nasaha ambayo nilikuandalia leo, sheria tano au jambo la kuzingatia katika hali ya kulinda heshima yako. Jambo la kuzingatia katika hali ya kulinda heshima yako au thamani ya heshima yako, kwa sababu heshima ndiyo utu na ndiyo faida na ndiyo manufaa ya mwanadamu mwenye kujitambua. Ndugu mtazamaji, ukihitaji okay, kufuatilia hii nasaha hadi mwisho wake tafadhali shirikiana no nami katika hali ya kufuatilia hapa. Point namba moja, heshimu muda wako kila wakati. Point namba moja, heshimu muda wako kila wakati. Ikiwa kama umepanga mpangilio ya jambo fulani kwa time fulani, tafadhali tembelea hiyo muda. Ikiwa kama una appointment na mtu kwa muda fulani akizidisha hiyo time, acha alafu, kuna jambo ambalo nilitaka kuelekeza hapo, ambao watu wengi huaga ni wapuuzi katika kuchunguza hilo jambo. Watu wengi hutokea kuwa watu wadhaifu kuharibu muda wao, wanapokuwa na appointment na wanawake. Anapopanga ratiba fulani na mwanamke, mwanamke anakogota lile muda pasina kuliheshimu hiyo nyakati, alafu akija naye anampokea. Unajua kwa nini? ambao inasababisha mwanamke anakuwa hana hata hofu ya kukuokopa kwa sababu anajua taim yoyote, ambao atakuja mbele yako, kwa sababu yeye ni mpenzi wako, lazima utasalimu amri. Hilo husababisha udhaifu kwa watu wengi, hasa katika wanaume. Elewa jambo moja, unatunza heshima yako mbele ya yule ambao ni mpendwa wako kwanza, na kulionyesha lile heshima mbele ya wale ambao wanaokutazama. Unapolinda lile heshima mbele ya yule ambao ni mtu wa thamani, ambao anayejithamini au anayejiamini yeye ana kitu fulani muhimu ambao unaotegemea kwake. Hapo ndio sehemu ya kuonesha somo kwa yule mtu. Mwanamke anapokuja kwako bila kinyume ya muda ambao uliopanga, msimamishe, hapana kumpokea kwa sababu unapoanza udhaifu hiyo kabla hajawa labda mke wako. Hata akiwa mke wako, hakuna neno ambacho utakachomwelekeza kupitia taimu akaliheshimu, kwa sababu lile udhaifu ulianza kumuonyesha kabla angali mpenzi na vile vile, hata katika jamii zetu, ndugu zetu lazima wafunze watu ya kwamba mimi, muda wangu inapopita, awe ni ndugu yako, awe ni kipenzi chako kifamilia, awe ni kipenzi chako katika njia fulani mbili, ima tatu za kikazi, afahamu ya kwamba huyu, napokwenda kinyume na taim, sintomkuta na hatonipokea na nikimkuta yuko hapo hatozungumza kitu na mimi. Chunga muda, kwa sababu ya kulinda heshima na thamani yako. Chunga taim Kijana, chunga time. Ufanya kazi chunga time, baba wa familia. Point namba mbili, usibaki kwenye uhusiano ambayo haujione wa thamani. Hapana kubaki kwenye mahusiano ambayo wewe unajiona kama wewe sio wa thamani mbele ya yule mtu. Ikiwa kama wewe ni mwanaume, unapoona mwanamke hana hakupi hiyo thamani yako, achana naye. Unapokimbilia uhusiano zaidi Fahamu ya kwamba kila siku utaonekana mjinga wakati ambao wewe ni mtu mwenye kujitambua, na akili yako ni mfano wa mtu mwenye njaa, unahitaji una kumpa chakula kwa sababu ana njaa, alafu anakataa kula wakati uona chakula. Unapomgangania chakula atazungumza kama chakula chako kina sumu, au atazungumza ya kwamba atakuona kama huna thamani, huna mtu mwingine wa kumpa chakula kinyume naye. Eh, kwa hiyo hapo hata kama akifanya jeuri lazima atakutikisa kwa sababu ye ni wa thamani zaidi kwako, na hapo ni katika miongoni mwa sababu yenye kuangusha heshima ya mtu si na kujitambua. Hadi kuna manyumba mengine ambayo leo lina matatizo, tatizo hilo lilianzia toka wakati ambao mpo wapenzi, kwa sababu haukuwahi kulisimamisha hiyo na nafasi. Kabla linda thamani, linda muda wako, na pia ikiwa kama uko kwenye uhusiano ambao utakaoliona hauna heshima au huthamaniki Usibaki kwenye mahusiano ambayo unajiona ya kwamba huna thamani katika hiyo mahusiano hiyo. Ni point namba mbili. Hapana kubaki. Kama ni mwanaume, chukua hamsini yako, mwache mwanamke na hamsini yake. Kama ni mwanamke, chukua hamsini yako, mwache mwanamume na hamsini yake. Hiyo ni point namba mbili. Point namba tatu, usivunjike moyo unapokuwa katika wakati mgumu. Hiyo inamaanisha unasonga mbele. Kuna watu ambao wanaharibu thamani ya heshima yao wanapokuwa kwenye wakati mgumu, mtu ana panic. Wakati mgumu ni wakati mzuri ambao inakusaidia wewe kujipanga na kukuza akili yako na kuongeza bidii yako kujua ya kwamba hii nyakati mgumu limekuja kwa nini, nimepatia wapi na nimekosea wapi na napasha nifanye nini ili nitoke kwenye hii nyakati mgumu, ili usonge mbele. Na unaposonga mbele, lazima kile ambacho umekifanya umefaulu kwayo utalilinda, kwa sababu unafahamu ulitoka nacho wapi na ulipita kwenye nyakati gani. Sikate tamaa unapokuwa kwenye kati mgumu, kila faraja, lazima faraja linakuja baada ya kupita kwenye kati mgumu, na faraja inayopatikana wakati ambao umetoka kwenye kati mgumu ni faraja ambacho itakachokutuza na kuweza kukulea na kukulinda katika maisha yako, kwa sababu ulilipata katika hali ya kuteremka jasho. hiyo ni point namba tatu. Point namba nne, fanya matendo yako yazungumze zaidi kuliko maneno yako kuzungumza sana kuongea kile ambacho unachotaka kulifanya, zungumza kwa matendo, fanya kitu ili kile kitendo ndio kizungumze mbele ya wale ambao wanaokuzunguka. Hiyo husababisha watu kukuokopa na kukuheshimu, kwa sababu watu huzungumza ya kwa kwamba fulani huwa hazungumzi bali huwa anatenda kitendo. Tunapoona jambo ambao watu wanalitenda kwa kitendo na linatoa jibu kwa kitendo ambacho walichokifanya basi na sisi tuliige na kulifuata katika maisha yetu ya kila siku. Hapana kuzungumza zungumza kabla ya kutenda tenda, alafu kitendo ndio kizungumze. Hiyo huongeza heshima na thamani yako. Point namba 4. Point namba tano, watendee watu jinsi wanavyostahili kutendewa. Ikiwa kama mtu anakuheshimu mheshimu. Ikiwa kama mtu anavuka mipaka, mpige break mapema. Ikiwa kama utamwona mtu ana maelekeo mazuri au mwelekeo mazuri kwako wewe mweke pembeni. Ikiwa kama mtu anakupa heshima, na wewe mpe heshima sambamba na namna ambavyo yeye kakuheshimu. Ikiwa kama mtu anakupa neno la busara, na wewe mpe neno la busara vile vile, namna ambayo yeye kakupa. Ikiwa kama mtu anakushika mkono katika hali ya kuvusha kwenye wakati mgumu na yeye pia anapokuwa kwenye wakati mgumu mvushe sambamba na namna alivyokuvusha wewe pia hiyo ni katika baadhi ya mambo ambayo hulinda thamani ya mtu hii ni nasaha ya mambo matano ambayo nimelikupa tafadhali zingatia hayo asante sana